Vyeo hivyo tunategemea mkavitendee haki, mkavifanyie kazi. Tunategemea sasa hivi mienendo na tabia yenu itaonesha kwamba nyie ni masergeant na wengine ni makoplo, sio maconstable kama mlivyokuwa zamani na sio makoplo kama mlivyokuwa zamani. Kwa mienendo na tabia yenu isadifu kwamba nyie ni viongozi, lakini tunategemea mkatende uh, kazi ambayo iko mbele yenu. Mnajua kazi kubwa hapa ni kuokoa maisha ya watu na mali zao kupitia nyanja mbalimbali. Operesheni, ukaguzi, elimu kwa umma, utawala, uokoaji majini, popote ambapo unatekeleza majukumu yako tunategemea sasa ukayafanye kwa ufanisi zaidi kwa sababu umepewa motisha na fandasijef ya kupandishwa cheo sasa. Itakuwa ajabu sana na itatusikitisha kuona sasa vyeo hivyo hamvitendei haki, tukaanza kujuta kwa nini huyu tulimpa cheo hiki, kwa sababu utakuwa hukustahili eh, na kwa maana hiyo na hautakuwa na sifa ya kuendelea kuwa nacho. Hatutasita kuchukua cheo chetu kwa yeyote ambaye atashindwa kukitendea haki, kwa maana ya kufanyia vyema majukumu yake, lakini na kuonesha tabia na mwenendo mwema. Lazima tukaoneshe wafuasi tunaoongoza kwa matendo kwamba sisi ni viongozi, nje na hapo mtakuwa mmelitia aibu jeshi, na kwa maana hiyo mtakuwa mmemsononesha afande CGF, na mimi kama msaidizi wake namba moja hapa Simiyu kwa sasa, niwaambie sitakubali, kwa hakikisheni mnafanya kazi vizuri ili tija ya afande ASF kuwapandisheni vyeo iweze kuonekana katika utendaji wenu wa kazi. Tutafanya kwa weledi majukumu ya cheo hiki tulichopanda cha usajenti. Tutatekeleza majukumu yote kwa wakati, kwa wakati wote ule tunaotakiwa kufanya, tutahudhuria na tutatenda kikamilifu. Naahidi kamishna jenerali, kutekeleza majukumu yangu ya cheo cha sergeant kama ilivyoainishwa kwenye sheria ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Vilevile kupandishwa cheo hiki miongoni mwa vitu ambavyo vitatuongezea tija ili kufanya kazi kwa weledi na kwa mafanikio zaidi. Binafsi kabisa nimetoka cheo cha constable kwenda cheo cha corporal na niko hapa kutoa ahadi kwa kamishna jenerali kwamba nitakitendea haki cheo hiki kuwa kuongezeka cheo pia ni kuongezeka majukumu.